Na tunaendelea na matangazo yetu na sasa ni habari. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ametangaza kuwa jeshi la anga la nchi hiyo litapewa vifaa vipya vya kijeshi vya kimkakati. Kim, Kim ametoa kauli hiyo katika maadhimisho ya miaka 80 ya jeshi la anga akiwa na binti yake Ju Ai aliyechaguliwa kuwa mrithi wake. Bila kutoa maelezo zaidi, Kim amesema jeshi la anga litakuwa na jukumu jipya la kukabiliana na ujasusi au na uchokozi wa kijeshi kutoka kwa maadui. Naam eh, tuiradhi tu pia kwa picha hizo zikimwonyesha waziri mkuu wa Israel. Na sasa ni taarifa sasa kuhusu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye amemwomba rais wa Israel amsamehe wakati wa kesi yake ya muda mrefu ya ufisadi ambayo imesababisha mgawanyiko mkubwa nchini humo. Netanyahu amedai kuwa kumalizika kwa kesi yake ya miaka mitano kuhusu hongo na mashtaka ya ulaghai itakuwa kwa manufaa ya umma. Waziri mkuu huyo pekee katika historia ya Israel amekabiliwa na kesi tatu tofauti huku akikanusha mashtaka yote ya hongo, ulaghai na uvunjaji wa uaminifu dhidi yake. Rais wa Marekani, Donald Trump amesema kuwa ana matumaini baada ya mazungumzo kati ya wawakilishi wa Ukraine na serikali yake kuhusu njia za kumaliza vita nchini humo. Akizungumza ndani ya ndege ya Air Force One, ameielezea Ukraine kuwa na matatizo madogo na kusema kashfa ya ufisadi nchini humo haiwezi kusaidia. Rais huyo wa Marekani amethibitisha kuwa mjumbe wake maalum Steve Witkoff atakutana na rais wa Urusi, Vladimir Putin, mjini Moscow wiki ijayo, ingawa hakutaja tarehe kamili ya kikao hicho. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa kumi na nne amehimiza mshikamano na matumaini mapya katika Lebanon inayokabiliwa na migogoro, akipongeza ustahimilivu wa nchi hiyo licha ya miaka ya migogoro na misukosuko. Katika sehemu ya pili ya ziara yake ya kwanza ya nje, baada ya kusimama nchini Uturuki, pop amekutana na rais wa Lebanon Joseph Aoun na maafisa wakuu katika ikulu ya rais iliyopo jijini Beirut. Aidha, kiongozi huyo pia amesikika akisema, heri wapatanishi wale wanaochagua amani, e, hata pale migogoro inapokuwa rahisi. Na turejee taarifa kuhusu kiongozi wa Korea Kaskazini, Kim Jong Un, ambaye ametangaza kuwa vifavi, jeshi la anga la nchi hiyo litapewa vifaa vipya vya kijeshi vya kimkakati. Kim ametoa kauli hiyo katika maadhimisho ya miaka 80 ya jeshi la anga akiwa na binti yake Ju Ae aliyechaguliwa kuwa e, mrithi wake bila kutoa maelezo zaidi, Kim amesema jeshi la anga litakuwa na jukumu jipya la kukabiliana na ujasusi na uchokozi wa kijeshi kutoka kwa maadui. Naam, tupate uh, uchambuzi wa kina kuhusu taarifa hizi, na tunaye hapa Ibrahim Rahbi. Uh, Ibrahim, nafikiri tuanze na ziara ya Papa kwa sababu uh, kwanza ni ziara yake ya kwanza tangu amechaguliwa uh, katika nafasi hiyo. Uh, huyu ni kiongozi wa juu wa Kanisa Katoliki ulimwenguni na amefanya e ziara katika nchi ambazo pengine hazikutarajiwa. Pengine labda wengine walidhani kama ziara yake ya kwanza ingeanza katika nchi zenye idadi kubwa e, wa ya Wakristo, lakini tumeona amefanya ziara ya Uturuki yenye idadi kubwa ya Waislam e, na vilevile Lebanon, tumeona akiingia katika misikiti, amekutana e, na Rais wa Lebanon, Joseph Aoun e, kwa kwa uchambuzi wako nadhani kwa nini amechagua nchi hizi kuanza nazo? Nadhani nilieleza mwanzo wa ziara yake juzi kuwa mm. huenda alichukua kwenye kile alikiacha Papa Francis mm. kwa sababu hii ziara ilikuwa ni ya Papa Francis kwa rekodi kuwa alipanga kutembelea Lebanon na Uturuki akawa mgonjwa mgonjwa mm. Sasa papa Papa Francis tunafahamu ni kilitokea alifariki. yes. yes. kwaiyo inawezekana kuwa amechukua kutoka kwenye rekodi za mtangulizi wake kuwa nakwenda kufanya hili mm. Lakini kingine ambacho unaweza kusema ni wazi kuwa anachokizungumza kuanzia ziara yake, alikuwa anazungumza kuhusu siasa ya amani. Nadhani kumekuwa na matatizo ambayo kama hayana suluhu Mashariki ya Kati, na sauti imekuwa wanaotakiwa wapaze sauti ni kama sauti iko chini sana. Sasa angalia ziara yake kwanzia ilivyoanza mm -hmm. Uturuki Uturuki amekaa siku tatu na Lebanon amefika jana, atakaa mpaka Jumanne siku tatu pia. Sauti anayoizungumza unamsikia, anarudia kauli zile zile kuwa amani, amani, amani. Na kitu kingine ki ambacho naona jana ilikuwa ni uh, vyombo vya habari vingi vilinukuu ni wakati anatoka Uturuki kwenda Lebanon, alipoulizwa yeah, kuhusu mgogoro wa Gaza akasema kuwa hatuna suluhu yoyote nyingine ya mgogoro huu, ni lazima kuwepo na mataifa mawili yatakayoishi, okay. Kwa hiyo alirudia kauli ambayo ukisikia ni nika, kauli ambayo haipendwi sana na viongozi wa Israel kuisikia hmm. hmm. na ndio maana uh, utaona kuwa kabla ya ziara yake, karibu wiki mbili, kumekuwa na vurugu nyingi sana za mashambulizi ya Israel, yameongezeka Lebanon hmm. Yani ukiangalia wengine wanahisi kama kulikuwa kuna ajenda maalum ya kuaminisha kuwa hakuna usalama Lebanon, na, na ziara iishie hapo hapo okay. Uturuki na ageuke, lakini unaona kama vile kuwa ziara haikufutwa, ikalazimishwa mpaka afike na amefika hmm. ni kitu ambacho tunaweza tukakisikia maanake ni leo ataendelea ata, ata, ata na ziara yake kesho, pia atamalizia ziara yake na kuondoka. Nadhani jana leo tutasikia kauli nyingi ambazo na nyingi zitajigusa hasa kuhusu utulivu wa eneo, zitazungumzia hasa kuhusu amani, zitazungumzia vitu vingi kuhusu vitu ambavyo kiuhakika kuwa viongozi wa mrengo wa kulia wa Israeli hawatavipenda mm. ndio atavizungumza zaidi mm -hmm. Sasa kabisa na, na inaonekana pia kuna eh, mshikamano unajengeka wa, wa, wa, wa kiimani eh, ama ule umoja wa, wa kiimani eh, kupitia ziara kama hizi, lakini pia matendo yake ambayo ameonyesha kuingia msikitini, amevua viatu na kuingia msikitini japo hakuswali ha, hakusali, eh, lakini eh, eh, a zile tamaduni sahihi. Alizungumza wakati akiwa Ankara baada ya kutoka kwenye kaburi la Ataturk alizungumza na Erdogan akasema kuwa tunataka ku, yani anasema kuwa tunatamani kuiona dunia hmm. ikiwa ina, ina, ina, yani watu wavumiliane kutoka kwenye imani zao, yani haijalishi wewe una imani gani? Manake anakumbusha anasema kuwa hata haya maeneo ambayo tunayazungukia yamekuwa na imani tofauti tofauti kwa miaka mingi, lakini watu waliishi wakaweza. Mfano vitu vinabadilika, mfano aliingia Blue Mosque. Blue Mosque ni msikiti uliojengwa na King uh, mfalme Ahmed Sultan Ahmed Sultan Ahmed hmm. ndio aliyojenga ule msikiti kipindi cha Ottoman, kipindi, kipindi cha Ottoman inatawala mwaka 1600 okay. hmm. na wakati anaagiza ujengwe alikuwa na miaka 19 tu wakati huo hmm. akaagiza ule msikiti ujengwe, ambao ndani yake kuna shule, kuna hospitali, kuna kuna vitu vingi ambavyo viko mle ndani, lakini pale pale pembeni ya msikiti wa blue ambao Waturuki, unajua msikiti wa blue wao wanaita Masjid King King King, King, uh, King Ahmed hmm. kwa nje kimataifa ndio unajulikana kama Blue Mosque okay Ukitoka pembeni tu ya msikiti ule wa Blue Mosque, pembeni tu kidogo pale pale Istanbul, kuna Hagia Sophia. Hagia Sophia lilikuwa ni kanisa kwa zaidi ya miaka elfu moja ambalo lilijengwa na Warumi Eh, Wagiriki wa Kirumi wakati huo utawala za, za, za, za Kirom zilizokuwa chini ya wandarasi wa wanda Kigiriki, okay. Mwaka mia tatu mpaka mia tano wakati wanalijenga, lakini ni kanisa lililodumu kwa zaidi ya miaka elfu. Hilo kanisa lilibadi, lilikuja kudondoka baada ya kudondoka utawala wa Rome. Constantinople ilipodondoka mwaka elfu mia nne na hamsini na tatu mm. kipindi hicho ndipo kukabadilishwa kutoka Hagia Sophia kuwa, kuwa kanisa ikawa msikiti ambao, okay. Ndio ulikuwa rasmi mwaka 2020 wakati wa Erdogan. Mm sasa hapa kuna misikiti miwili iko karibu karibu. Hii yote ina akisi historia kubwa ya watu kuishi eneo moja, ndicho ambacho papa anakizungumza, lakini papa yuko kwenye nchi ya Kiarabu ambayo ndio nchi ina idadi kubwa zaidi ya Wakristo oh, yeah, duniani. Nchi pekee ya Kiarabu yenye raisi Mkristo ni hii hapa Lebanoni, Joseph On. Hmm. na nafasi ya urais wa Lebanoni kwa mujibu wa katiba ya Lebanoni haiwezi kushikiliwa na yoyote zaidi ya Mkristo okay kwa sababu nafasi ya urais lazima awe Mkristo. Nafasi ya waziri mkuu ambaye ni kiongozi mkuu wa nchi inakuwa ni suni Waislamu. hmm. nafasi ya spika wa bunge anakuwa ni Shia. Lebanoni ndio ilivyo, na ukiangalia population yao imegawika karibu sawa okay. kwa asilimia, wakristo asilimia thelathini na kitu, suni shia wanagawana vile thelathini na kitu, kwa hiyo hii ni nchi ambayo ina mkusanyiko mkubwa sana Lebanoni. Ukitoa mgogoro wa miaka ya sabini, ule ulikuwa wakivita vita ya, ya wao kwa wao ambayo ilikuwa ni ya kidini mm -hmm. Kutoka kipindi hicho Lebanoni hawajaingia kwenye mgogoro wa kidini, wamejiepusha kwenye migogoro ya kidini, yani kidini, wamekuwa mbali. Kwa hiyo migogoro ya Lebanoni iko kwa, kwa itikadi nyingine lakini, okay, haijaingia kwenye migogoro ya kidini na waliweza kutoa suluhu la migogoro ya kidini licha ya kuwa hii ni nchi ambayo unaweza kusema kuwa kwa tafsiri tukufu, nchi za Kiarabu inakuaje na inakuwaji ya Kikristo, lakini Lebanoni ni moja ya mfano wa nchi ambayo inaweza watu wakaishi kwa kustahimiliana na wameweza kufanya hivyo. Sasa ziara ya papa ni ziara ambayo ye mwenyewe toka Vatican anasema ni ujumbe wa, wa siasa ya amani duniani. Kwa hiyo anazunguka kueneza kwenne, ile ile inaitwa siasa ya amani duniani mm. Ndio hicho ambacho atakizungumza pia kwenye zi, hapa akiwa Lebanoni mm. Sawa so, so, kabisa tu, tuangalie pia taarifa kuhusiana na waziri mkuu wa Israeli uh, Benjamin Netanyahu, unaona na mwomba wa rais amsamehe. Nimeshindwa kuelewa, yaani utaratibu. Unajua Israeli, <laughs> unajua Israeli haina katiba <laughs> ni nchi ambayo inaendeshwa kwa mifumo miwili mm. bunge na mahakama. Sasa mimi huwa ninachofahamu ni haina katiba iliyoandikwa, hakuna katiba iliyoandikwa ina, ina, ina, ina, inayo rasimu ambayo iliwahi kupitiwa mm -hmm. haikumalizwa, haikufika mwisho, haina utekelezaji e... kabisa Yani haina kitabu ambacho ni ili katiba iliyoandikwa katiba, mm. iliyoandikwa yes, lakini wao wanaendesha kwa sheria. Mara nyingi unaona, sheria zao wanazifanyia mabadiliko sana, okay. bungeni, okay. tunafanya hivi tunafanya na hivi, na ndio kwenye mgogoro wa kwanza wake huyu, alivyoingia kwenye hii awamu cha kwanza, alitaka acheze na mahakama ili kuondoa kuwa mahakama iwe chini ya bunge, mm. bunge ndio lilo linafanya maamuzi ya mwisho. Sasa nafahamu kwa nchi nyingi kuwa msamaha wa rais huwa unatoka baada ya hukumu, si ndio? Yeah, yeah. yani ukiwa umeshahukumiwa halafu kuna na, ni utaratibu nadhani karibu nchi nyingi yeah. Kwa karibu kila mwaka ikifika rais anasamehe watu wow. Sasa Netanyahu hajahukumiwa kwenye hizi kesi lakini naelewa kitu kimoja. <clears throat> hili sio ombi la kwanza, kwa sababu hii alianza Trump, Trump wakati Netanyahu amemtembelea ofisi ya Oval mwezi wa saba. mm. Uh, kama unakumbuka ile ziara, Trump aliomba serikali ya Israeli imfutie mashitaka Ne, bwana Netanyahu wakimsifu yeah, yeah. kwa vitu vingi, lakini ziara ya juzi ya ghafla ya Trump ya Israel, ambao walikuja kusaini yale makubaliano kule Shamil Shekh ali, wakati anaongea kwenye Kneset, bunge la Israel, alirudia tena kumwambia rais yeah. mnaweza kumsamehe. Lakini baada ya pale Trump aliandika barua kabisa rasmi mwezi uliopita kumwandikia rais kuwa mumsamehe Netanyahu yeah. Sasa rais alichomjibu wakati wakamwambia Waziri mkuu anafahamu utaratibu na, mm -hmm. ofisi ya waziri mkuu inafahamu utaratibu wa mm -hmm. hii hatua mm -hmm. Sasa tumeona jana kuwa nje ya kuongea amepeleka barua ikisainiwa na mwanasheria wake na yeye akisaini Netanyahu mm -hmm. kwenda kwa rais kumwomba kuwa kesi zake zifutwe. Katika hilo nimemsikia kiongozi wa upinzani Israel Yair Lapid anasema kuwa hakuna kumfutia mashitaka okay. Kwanza anaombaje kufutiwa mashtaka hali ya kuwa hajakiri kosa kwanza akiri kuwa aliyafanya, halafu ajitoe kabisa kwenye siasa, halafu ndio tusikirie <laughs> hayo mengine sasa, sasa, kwenye hili uh, Israeli huwa wanasema ni nchi ambayo iko huru haiingiliwi kwa hapa sasa. Tunafahamu kwamba rais wa Israeli ni uh, Isaac Herzog <laughs> uh, ana uhusiano gani kwanza na Netanyahu, kwa sababu saa nyingine pia uhusiano wa mtu na mtu unaweza ukaathiri maamuzi yake dhidi ya mtu mwenyewe, lakini pia nafasi yake ya kisiasa ikiwa ata, ata, atafuta mashtaka hayo mm. e, dhidi ya Benjamin Netanyahu, yeye itamweka katika hali gani? Kwa sababu naye pia lazima afikirie kwamba kama nikifanya hivi mimi kisiasa nitakuwa katika nafasi gani? Ukiangalia okay, vyombo vya habari vya Israeli awali vilisha vina, yani unajua Herzog na, na Netanyahu mm ni marafiki okay. Yani, ni watu wa karibu na huo mpango alikuwa nao mm. Kabla hata hizi kesi hazijashamiri, yani kabla ya hiyo, unajua, wakati ule, wakati ule wa maandamano ya kwanza yale ya kubadili sheria ya mahakama, tayari wakati huo yeye alitaka kumfutia haya mashtaka wakati huo kabla hata ya mzozo wa Gaza, lakini upinzani wa ndani wa Israeli ni mkubwa, ambao unamshinikiza rais kuwa hakuna kitu kama hicho mm. kutokea mm. Kwa sababu inayofanya hivyo ni mahakama. Kwa hiyo pamoja na urafiki wake alishakosa njia ya kumsaidia. Nitakusaidiaje kwenye hili au nifanyeje kwenye hili? Kwa sababu anaamini kabisa, unajua kwa Israeli walivyo na hao wanasiasa wa Israeli walivyo, hata kama rais ataamua kuwa namfutia haya mashtaka okay, kesho kutwa hayo mashtaka mapya yanafunguliwa dhidi yake. mm. yani, kuna wengine wanaenda kuipeleka kesi upya mahakamani mm. mm. kwa sababu kundi kubwa ambalo Netanyahu ameshiriki nalo kwenye siasa muda mrefu awala kina Benny Gantz, kina Gadi sijui kina nani ambao walikuwa naye kwenye serikali kabla ya muungano huu ambao ni wa rights. Kwa sababu okay. Muda mwingi ameshirikiana na serikali nyingine ambazo sio hii right swing. Alikuwa ni yeye ni mrengo wa kati. Mm -mm. Wale walimgeuka siku nyingi toka kwenye mashtaka. Wakati ule unakumbuka Israeli ilifanya uchaguzi mara mara tano ndani ya miaka mitatu. Wanashindwa kupata nafasi ya waziri mkuu kwa sababu Likud na Netanyahu walikuwa wanaongoza. Lakini kila akitaka muungano wenzake wanamkataa. Wanamwambia hatuwezi kuungana na wewe. Ndio sababu mara hii alienda kuungana na right swing ambao kuwa kikawaida hawajawahi kuwepo kwenye serikali, kina Ben mm. Vegira hawakuwahi. Ndio maana akasema ngoja nikaungane na hawa kwa sababu nyie si mmenikataa, kila nnapokuja nyinyi hamnitaki mm. Sasa wenzake lakini, lakini bibi naye pia ni mtu wa mrengo wa kulia sio? mara nyingi amesimama kwenye mrengo wa kati, yaani mara hii serikali ya kwanza ndio ameanzisha mrengo wa kulia. So ma, yaani mara zote amesimama mrengo wa kati labda kisiasa, lakini inaaminika kwamba kifalsafa kifalsafa yuko hivyo, kwa sababu yeye alikuwa ni mpinzani mkubwa hata wa Isaac Rabin kwenye mkataba wa 1993 wa Oslo. Hiyo alikuwa vile, lakini kwa serikali <reci> zote ambazo unajua yeye ndio amekaa muda mrefu, serikali zote ambazo aliziongoza katika kipindi chote ilikuwa ni mrengo wa kati, hakuwa mm, amesimamia mrengo wa kulia. Sasa mm -hmm, ameiongoza nchi katika kipindi cha vita mm, na kwanza, je, amefanikiwa? Israeli imefanikiwa kwenye vita ya Gaza? Hilo ni moja. Kila pili, uh, mazingira ya vita yamemfanya ya Netanyahu kuendelea kuwa shujaa ndani ya Israeli ama imemdhoofisha zaidi kisiasa? Ukimsikia kwa kauli yake tu anavyosema kuwa tunahitaji muungano zaidi na tunahitaji tu, tusameheane, kwa hili linakupa jibu ndani ya Israel wanawaza nini. Kuna ile picha ambayo inatengenezwa kwenye midia na kuna picha halisi na kuna picha ambayo ipo sasa. Ukisikia wapinzani wake wa kisiasa au watu wengi ndani ya Israeli wanakubaliana kuwa Netanyahu alifanikiwa kuwaondoa maadui wa Israeli Mfano kina Nasrallah, kina Yahya Sinwar, kina Ismail Haniyeh, kina ilo amefanikiwa, yeah. lakini bado ndani ya Israel wanasema kuwa tuna maswali mengi, natakiwa tumuhoji, nini kilitokea Oktoba saba, kitu ambacho kumezua mzozo juzi kati ya waziri wa ulinzi wa Israeli eh, eh, pamoja na mkuu wa majeshi Alzamir pamoja na waziri wa ulinzi Israel kads hmm. kwa sababu Alzamir aliwafuta majenerali wa ngazi za juu wakubwa ambao wanasema kuwa mlifeli kuzuia yeah, shambulizi la Oktoba saba. Lakini wanasiasa wana, wakaanza kumshutumu wakamwambia, kuwa huo ni upande wa kijeshi, tunataka upande wa kisiasa, uwajibikaji mm, wa kisiasa ulikuwaje? Kwa sababu wanaowajibishwa kwenye hii kashfa wengi wanatoka upande wa jeshi, lakini kuna wanasiasa ambao wanataka wajibishwe. Sasa ukitazama serikali ya Netanyahu imezuia kwa muda wote uchunguzi wa Oktoba saba na haitaki Okay. Ndio hilo ambalo wa sasa wana, tuangalie sasa mafanikio yako ya upande wa pili mm. kuwa huku umefanikiwa kuondoa maadui, lakini tunataka kujua nini kilitokea Waisraeli wakafa, na hilo eh, ndio amekuwa wakilin mtihani mkubwa mm. Subiri tuone itakuwaje na kama mashtaka yatafunguliwa. Tumalizie na mchakato wa kumaliza vita ya Ukraine. Uh, Marekani ameleta proposal ina vipengele nafikiri 18 hivi mm. <coughs> kwenye vipengele hivyo kuna kipengele cha Ukraine kuachia Urusi baadhi ya maeneo. Hadi maeneo ambayo wanayashikilia. Ikiwemo Donbas eh? Eh, Donbas yote, yes. na Crimea uiachie. yes. yeah. yani Tasa... hata hadi yale maeneo ambayo Ukraini bado yupo Tasa, anatakiwa ikiwa atakuwa ikiwa, ikiwa, ikiwa hivyo Ukraine alikuwa anapigania nini miaka yote ni vigumu sana unajua ukisikiliza haya mazungumzo yanavyoendelea ni kama kuna mchezo unachezwa yani kuwa hauna uhalisia kabisa kinachozungumzwa yani, anachokizungumza Trump nimemsikia jana wakati wanazungumza, alikuwa kwenye Air Force One, na ukimsikia Marco Rubio anachozungumza, mm. ni vitu ambavyo havina uhalisia, kwa sababu Steve Witkoff atasafiri kwenda Moscow. yeah, mjumbe wa, mjumbe wa Trump. Trump. Ah, na mkwe wa Trump atakwenda yani, na na watakwenda wa yes. okay. pamoja hapo, utapata majibu, kwa sababu hu, hii ni mijadala ambayo inafanyika. Unajua, wenye ugomvi ni Urusi na Ukraine wawekeni kwenye meza halafu wakaa hapo, fanya mjadala, kuliko mijadala inayofanyika Marekani with Ukrain, Marekani na Urusi. Yani, Trump anabadilika wakati anazungumza na nani yani. Trump akikutana na Ukrain anaanza kuishambulia. Kwa hiyo e, ile ile e, trilateral talk, ile ile mazungumzo ya mataifa matatu mm, kama ilivyoaidiwa kwenye mkutano wa Trump na Putin kule Alaska. Maanake ndio imeshindikana kabisa, itawezekana Marekani e, Ukrain na, na Urusi wakakutana pamoja. Sharti la Urusi, wao walishasema kuwa ili tukae hapo ni mwisho, tunakuja kusaini. Kwa hiyo lazima tunaleta vifungu vyetu hivi hapa, mmekubali. Mkisha kubaliana na hivi kuwa Ukraini ataachia ardhi yake, Ukraini atapunguza ukubwa wa jeshi lake, Ukraini hatopokea misaada ya NATO, Ukraini hatojiunga na NATO, mm, hakuna vikosi vya kimataifa vitakaa pale kwenye buffer zone. Vyote mkisha kubaliana na haya masharti, ndio tunakuja kwenye meza. Sasa Ukraini mwanzuri alisema kwamba hawezi kukubaliana na hayo masharti hasa ya do, kuachilia maeneo yake. Sasa mm, Trump yeye anasema mm kuna matumaini baada ya kufanya mazungumzo na Ukraine. Ni matumaini gani? Ndio unasema kwa, ni simulizi ambazo hazina uhalisia. Mimi na wewe tulijadili hapa wakati Trump anafanya kampeni, alisema mm-hmm, atamaliza vita kwa saa 24. Nilikuahidi hapa nikakwambia, nakupa miezi sita hatomaliza, nakupa miezi sita mingine hawezi kuimaliza. Nilishasema vita ya Urusi na Ukraine, muamuzi ni Moscow, sio sehemu nyingine, na wao wameshikilia sehemu. Unajua uk wakati Ukraine mwaka jana mwezi wa nane walivuka wakaingia kursi ilikuwa ni pointi ya kwenda kushikilia ili tukae mezani tuelewane. Wamepoteza, wamepoteza tena Kurusi. Kwa hiyo anayeamua nini au nani amalize ni Mosco tu ndio ataamua kuwa tunamalizaje kwenye vita. Sasa hili la kuwa tunakwenda utaniambia kesho kutwa, nilishangaa proposal, proposal na vipengele vingi, lakini kuna kipengele cha kwanza mm, hicho uh, cha kuachia, yani maeneo ya Ukraine namwachie Urusi, uh, uh, hasa nani anasema? Sasa sitakuwa nimemzawadia maeneo yangu, nitakuwa na napigana kwa, kwa sababu gani? Lakini kuna <laughs> kipengele cha kwamba hasijiunge na NATO. Sasa hii ndio sababu moja, kati ya sababu ambazo zimesababisha vita. Sasa ingekuwa kama hata atakubali kutojiunga na NATO hmm, manake pia itakuwa imepoteza maana ya vita yote hii, sio ni kushindwa kwa Ulaya na Neto. Yaani jibu la mkataba wa Trump ni kuiangusha NATO. Ndio maana unaona kuwa washirika wa NATO wako na Zelenski mguu kwa mguu. hmm. Hawakubali kila kinacho nani, kinachopitishwa pale, kwa sababu wanafahamu kabisa haya makubaliano tu si kuwa yatamwangusha Zelenski. hmm. Yanawaangusha watawala wote wa Ulaya. Na kwa sababu wamepigana kwa muda mwingi, wamepeleka fedha, kwa nini mnashindwa kirahisi hivyo? Trump ana nguvu yote dhidi ya wenzake wa anacheza nao kwa step, na wao wanacheza wa naye kwa step, kwa sababu wana panic sana. Kwa hiyo mm, lakini wanacheza naye kwa akili. Unajua Trump tayari anamaliza mwaka mmoja, so, yeah, amebakiza miaka mitatu. Hawa Ulaya wataendelea kumsupport Ukraine au active tu kwenye vita mm? Wanaamini mabadiliko ya utawala Marekani yanaweza yakabadilisha picha mm. Subiri tuone itakavyokuwa. Uh, ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa.